Ehe, Dada Joyce wa wajina somo, karibu sana, karibu tena. Asante. Wewe ni mwenyeji kwa sababu ulishafanya kazi na sisi. Hebu tukumbushe, ulikujaga hapa mwaka gani, na malengo yako yalikuwa ni nini, na uliyafikia kwa kiasi gani, na kwa nini umerudi sasa hivi? Kwa majina anaitwa Joyce Clemens Majo, ni mzaliwa wa Tanga. mm-hmm. Ilikuwa elfu mbili na ishirini mbili mm -hmm, mwezi wa sita. Okay, wakati nakuja hapa Wadada Center. Okay, niliona tangazo TBC One, pia Instagram. Okay, niliona tangazo alright. Nilivyofika hapa mm -hmm, nilipokelewa vizuri mm -hmm, tulijifunza vitu vingi mm. Ile siku ya pili nilipata bosi mm -hmm, kaja kunichukua tukaenda, mm -hmm. Nimefika nyumbani kwake, nimefanya kazi kwa muda wote mwaka mzima, lakini hapo nilikuwa na malengo kwamba -uh, nikimaliza mkataba wangu niende chuo okay. nimemaliza mkataba -huh, alikuwepo amesafiri ameenda nchi za nje -uh. kwa hiyo nikaa nimebaki na watoto wake pale nikabaki tena ikabidi ina, ina, nikabaki ina, ina, ina, tuseme nusu mwezi tena okay. nusu e, mm -hmm. mwaka nusu mwaka kuika mmoja na nusu mm -hmm. kwa sababu nilikuwa na malengo yangu ya kusoma. Ilivyofika elfu mbili na ishirini na nne Januari, waliniongezea ada na vifaa vifaa vifaa vya chuo okay. nikaenda chuo kusoma full hotel management. Wow. Hapa ndio nilipoona kwamba huu mradi wa Wadada Center mm. una faida kubwa katika maisha yangu. Wow. Maana nilivyosoma chuo nilienda kufanya field katika hoteli kubwa, hoteli nzuri, walitulipa hata. wazazi wangu waliona mafanikio ya Wadada Center, ndio maana mm -hmm. hata niliporudi nyumbani mm -hmm. nikaa tu sasa, sijapata kazi bado, kuna vitu nilikuwa nafuatilia mm -hmm. Nik, nikaona tangazo tena lingine ambayo tena inanihusu, kwa sababu nina vigezo vyangu vya vya kurudi tena Wadada Center uh -huh. ndio maana nikaona nika... matangazo yetu kao, nikaona kwa sababu na huku pia kuna kupika kuna nini e. na ni vyote ndani ya hoteli uh -huh. kama nirudi tena mahali hapa, kwa hiyo okay, nimerudi tena mahali hapa ili niweze kufanya kazi uh -huh. kwa bidii ili niweze kupata hela kama uh -huh. nilipata hela ya kusoma chuo, sitapata uh -huh. sita, pata, sita sitaweza kupata hela ya mtaji hutaweza kupata au hautakosa sitakosa, ehe, kupata hela ya mtaji kwao. Yani, shukrani zangu zote zipo kwa Dada Center wowo yeah. Somo wangu huyo, eh yeah. anaitwa Joyce, maana sisi wakina Joyce hatunaga mbambamba mbamba. eh yeah. wakati unaajiriwa, ulikuwa traditional dada mkoo, nalipwa laki eh, nilikuwa nalipwa laki. Okay, lakini nini ilifanya... kilikufanya ukaona uka ukajiendeleze kwenye mapishi? Umesoma hotel management full au full hotel management. Nini na nini na nini? Front office, housekeeping, food and beverage service, yani full. Eh, nini nini na na au nini, wacha we kwa hapo ulipo yani, huko full. Ndio. Eh, nini kilikuhamasisha ukaenda kufanya hiyo kozi? Nilikuwa napenda mambo ya hoteli kupika e, hata pale nyumbani nilipokuwa nafanya kazi nilikuwa mm -hmm. na- yani najaribu kutengeneza vitu mbalimbali, wenyewe waliona, lakini mimi lengo langu lilikuwa ni kusoma chuo okay. cha hoteli, lakini kwa sababu wenyewe waliona mm -hmm. na nilivyopata hela nyingine kwa sababu nilikuwa naweka hela zangu. mm -hmm. Wakaona sio mbaya, ndio maana waliamua kuniongezea pia, maana gharama ilikuwa kubwa kusoma mpaka kumaliza. Okay, kwa hiyo wali... kwa katika mshahara wako mabosi wako walikuongezea pia e. walinilipia ada pia ya miezi miwili, maana ya miezi miwili, okay. Maana, e, miwili uniform na vitabu okay. hmm. Ada ilikuwa kama shilingi ngapi jumla? na iway. Na chuo ni wapi ulienda kusoma? hapa hapa da. Ah, kwa hiyo umerudi Tanga ukiwa tayari umeshapata vyeti vyako <laughs> ulisoma sasa ukiwa pale pale kwa bosi au ulisoma? Yeah, walitaka nisome niko palepale nyumbani kwao mm -hmm. Lakini sasa kwa sababu walikuwa nyeso watu wa huku walienda Zambia, kwa hiyo mabosi wako hawakuwa Watanzania, walivyoona na nilio wa mkataba o sijui umeisha, wakaamua kurudi, ila walikuwa wanatamani usome nikiwa pale, ila sasa ndio hivyo, mkataba wao umeisha kuishi huko. Kwa hiyo ulisoma ukiwa kwa nani? Nilienda kwa babangu mdogo anishike mdomo. Oh, uwe ipata sehemu ya kukaa eh, wakati unasoma mpaka ukamaliza. Ndio. Na wamefanyia wapi nani, field? Whitesand. Whitesand hoteli. Mhm. Kwa hiyo unajua uh, zile zile skills za yani za field ambazo ni za level ya Whitesand una uwezo wa kufanya. Ndio. Kabisa? Ndio. Eh, mambo ya laundry laundry. Uh -huh. Service. Service. Uh -huh. Jikoni umepita? Ndiyo. Umepita hadi jikoni, hey. Tuko tunapita jikoni. Uh -huh. Yeah. Kwa uko vizuri ah, okay. Haya, karibu matangazo yetu. Umeonaje mtu mwenye vigezo kama vya kwako? Umeona kuna fursa gani? Mishahara uh -huh. uh -huh. umeona, uh -huh. yeah, umeona <coughs> shingapi? Laki tatu Ehe. <laughs> kwenye mahoteli mishahara ni shilingi ngapi? Ukienda wananza hivyo hivyo tu. Laki tatu. Eh hata tulipokuwa tunafanya field. Ehe. Walikuwa wanatulipa nusu kwa sababu tulikuwa na ni field. Eh. Kwa hiyo unapata kama laki na nusu. Eh. unaweza kuona nini uli, nini na Eh. uli Okay. Nice. bwana wajina hongera sana yaani, <laughs> yaani hilo jina umelitendea haki maana sisi akinajuisi bwana ni mwendo wa kujiongeza mpo mm, jamani hamjahamasika mehamasika eh? Mm. Yani, huu ni mfano halisi. Huyu ni inspiration kubwa kwa wadada wanaopita hapa. Alikuwa traditional tu, mshahara wake ulikuwa laki moja, sindio? Maana mwaka anaotaja tulikuwa tujaanzisha mishahara mikubwa, tulikuwa tu tuna mshahara mmoja o mishahara mikubwa tumekuja kuianzisha baadaye sasa akasoma kwa mshahara ule ule akaweka malengo yani kwa, akafanya kazi akaweka malengo, amejiendeleza. Sasa hivi amerudi, ataenda atafanyiwa interview, lakini ataenda kwenye, kwa sababu kwanza ana uzoefu, alishafanya kazi na sisi, amesoma, ameenda kuongeza vyeti, na amepita sehemu ambazo ni za uhakika. Kwa hiyo lazima aende kwenye mishahara ya laki tatu. Yani sasa hivi sio mwenzenu tena <laughs> sio dada laki moja tena. Sawa so, jamani ndio hivi vitu nawaambia, nataka kufanya kazi na wadada kama hawa e. Yani, mtu kama huyu ni mtu ambaye anapenda kujifunza, ni mpambanaji. Atafika mbali sana. Si ndio, jamani. E, sasa ndio mwelewe nikiwaambia mi nataka wadada ambao wako serious na maisha, wana malengo yao, hatupotezeani muda. Mi dada ambaye anakuja hapa alafu tunagundua kwamba anapoteza muda wangu, naumia sana kwa sababu muda wangu ni wa thamani sawa, eh? Mungu amenipa muda nisiuchezee, niwasaidie watu waende kwenye malengo yao sawa, ili na mimi nizidi kubarikiwa na wao wabarikiwe, si ndio? E, kwa sababu ndio Mungu wetu alivyo tu, tuweka hapa duniani. Hata bosi wako, unafikiri ukienda kwa bosi wako ukafanya kazi zake vizuri sana, moyo wake ukafunguka, yani akakupenda, yani kwa majukumu. Bosi wako hata kupenda kwa sababu si umetoka wapi uko, sio itanga. Eh? hakuna bosi anakupenda kwa sababu gani kwa sababu gani jamani ako, tuna. kazi za uchapa kazi. Kazi. Kazi. Hey. kazi umesema kitu kikubwa sana kazi na nidhamu sawa mm. unaweza kuwa ni mchapakazi lakini kama una matabia yako ya ovyoovyo pia bosi hatakubaliana kubaliana wewe mm. kwa hiyo lazima uwe na tabia nzuri tabia za kimaadili sio muongo sio muhuni Si ndio? E, ni mwaminifu alafu unachapa kazi, hakuna bosi ambaye awezi kuishi na wewe hakuna. Tuko pamoja ndugu zangu e, sasa. Mimi hayo ndio mafundisho yangu, ukiishi hivyo utafika mbali. Usitake mafanikio ya siku moja, mafanikio ya siku moja hayapo. Hata mwanaume akikwambia sijui nitakufanyia hivi nitakufanyia hivi, atakudampo siku mbili tu, kwa sababu mafanikio hayapo, hizo zinakuaga tu ni ahadi zile za asali asali sukari sukari, ili apate jambo lake, uongo. Akishalipata tena ana habari habari na wewe. Pa, pa. Hana habari, atakapo kugeuka utaamini kama ndio na kama yule alikuwa na maneno yote matamu. Sasa tusiendelee kudanganyika sawa, eh? Ipende kazi yako kabla hujampenda mwanaume yani. Mwanaume anaweza akawepo asiwepo, wewe maisha yako yanasonga mbele sawa, yani, mm. Mpenzi wako namba moja ni nini? Maisha, kazi yako mume wako wa kwanza, mpenzi wako wa kwanza, mtoto wako wa kwanza ni nini? Kazi, kazi, kazi yako. Kwa sababu hiyo kazi ndio itakayokuwezesha wewe, ukizaa mtoto utaweza kumhudumia hata ukitelekezwa, si ndio? Hata baba yake akifa, kwani si kuna kifo e? Lazima uishi ukijua kuna changamoto za, za maisha. Usiishi kama vile mjinga ambaye ajui kama hii dunia kuna leo na kesho, kesho sawa? Jamani, haya.